Ni kweli amekosa goli na ametu disappoint na kuwa disappoint wanasimba eh, ni goli ambalo kila mtu anaamini angefunga. Unajua Jean Charles huwa ana uwezo mkubwa yani, ingekuwa ni mchezaji mwingine pengine watu wasingekasirika, wasinge, wasinge sana, wasinge chukia ama wasingeumia sana lakini watu wanaamini Jean Shale Ahoua ile sehemu alistahili kufunga kwa sababu ya ubora wake. Unajua saa nyingine e, ubora wako ndio unaweza ukakuhukumu. Kwa hiyo Jean Shale Ahoua ubora wake ndio ambao unamhukumu. Watu wanaamini kabisa, yaani wewe Jean Ahoua kwa ubora uliokuwa nao hapo ungeweza kufunga. Kama uliweza kufunga goli kutoka a far distance ukapiga mkwaju ukaenda moja kwa moja kunyavu, unakosaje hapa wewe na goli? Kwa hiyo ndio hukumu ambayo anaipitia Jean Shale Ahoua, lakini yote kwa yote ni makosa kwenye mpira. Kwenye mpira wa miguu wako top players ambao wamewahi kukosa tena a very clear chance kuliko, ite, kuliko taile ya Jean Shale Ahoua. Sasa hatuna sababu ya kumsoma ngila, muhimu tumtie. Kumsoma ngila ni e, Kiswahili kumsoma ngila yani hivyo e, ani yani, e, e, yani kum, kum,